Kwengeneko, shughuli ya kawaida ama shughuli za kawaida za usafiri zilishuhudiwa katika miji ya Garissa na Madogo baada ya wahudumu wa matatu kukosa kuendeleza mgomo uliotangazwa na maafisa wakuu wa sekta hiyo. Kulingana na wahudumu hao, hawakupokea taarifa yoyote kutoka kwa wawakilishi wa muungano wao na ya kusitisha huduma zao, japo wanaunga mkono mgomo huo wa kitaifa. na wamesema wako tayari kufanya mgomo huo wakati wowote wakihitajika kufanya hivyo ili kushinikiza serikali kuchukua hatua dhidi ya wale wanaoangamiza biashara zao kwa kuziteketeza. hatukupata hatu habari kutoka kwa ofisi lakini tunaunga mkono wenzetu kutoka CBD kule Nairobi, Kenya ambao walifanya strike. Tunaunga mkono hilo jambo, mmefanya mmefanya jambo la maana sana. Tunaunga because shida ambayo wako naye hata sisi tuko naye, gari ni moja, matatu ni moja, kwa hivyo shida ambayo tuko naye ni mingi. Tunaunga mkono tukipata ripoti.